Kataa, nasema nafasi yako ya kupata inarudi, ya maisha inarudi, ya utajiri unarudi, ya magari ya kumiliki, ya kutawala rakapapapasako reketa ya bababba Mama, mama mama, watu wanarudishwa, unarudishwa kwenye nafasi yako, nasema omba, rikara ya bahaya eketa ya baba baba, ulikuwa na mradi wako, ulikuwa na jenga nyumba itamalizika, ulikuwa na endelesha miradi yako, itaendelea, itaendelea, itaendelea miradi yako, wanakurudisha, unarudi, unarudi, unarudi, hawe mme wako anarudi, hawe mke wako anarudi, yawe maisha yako yanarudi, sema yanarudi, yanarudi, yanarudi, pigana, pigana, pigana, pigana, kataa, kataa, waliokuzika watazikwa wao, kukamata watakamatwa wa watafungwa wao, waliokuonea wataonewa wao. Inaona majeshi toka mbinguni yanapigania watu yanapigania watu yanapigania watu yanapigania watu, watu wanarudisha mara pao, wanarudisha mara pao, kipato chako akitashuka kipato chako akitapotea akitapotea akitapotea watu waombe waombe waombe waombe shughulika kwenye ulimwengu wa roho pambana pambana pambana kuvu za Mungu zinapita wesa Mungu unapita mamlaka ya Mungu inapita ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio wanaanguka wanaanguka wanaanguka wanaanguka wanaanguka wanaanguka walipokamata Bwana amekamata walipozuia Bwana amezuia yes. rakata ya bakoria ndio Mchafu toka, shughuli zako biashara zako, biashara yako, rudi mara pake, rudisha kila kitu kilichopotea, rudisha, rudisha Mchua, ukamfunga kwenye puto ukamtupa kwenye bahari ya Hindi. cho cho cho cho cho haraka haraka haraka haraka kibia cho kibia cho kibia haraka. Kwa jina la Yesu, kibali tena kwenye mikono yangu, rudi kwenye nafasi ya kufanikiwa.